Sisi tulokuwepo leo huwa tunamtafutia mwenzetu sababu akosee, na ukimwona mtu anakwenda vizuri hakosei, unaumia. Ah! atakosea lini huyu, aibike, aumbuke, afedheheke. Niwaambie watu, mmeona yani yatarakabu bika wayastadu fi lmai lakir, ndio maana nakufuatafuata, eh? Hamjui chochote kuhusu huyu mtu kuna nini nyuma yake, anafuatilia fuatilia, hebu sikiliza mazungumzo yake hapa, kasema hiki. Unajua kwa nini kasema hivi? Kwa sababu ya kiburi chake na jeuri yake hapa. Yani wewe unatafuta zalat telezi telezi zile, na ukisikia pahala watu wanazungumza negative kuhusu huyo mtu eh, unajoin chama sababu wajadta dalalataka. so, umewapata watu sahihi, unaishi katika hali hiyo. Ukisikia amefanikiwa, anakwenda vizuri, ah, unaumia, unatafuta asbab na njia na mara nyingine unatega hasa mitego ya kumwingiza mwenzako huyo katika maharibiko na makosa, aonekani shahir dhahir kwamba anakosea hayuko sawa, tabia zake sio nzuri, ni mtu mbaya katika jamii, ni mtu asiyekuwa. Vitu kama hivi vipo katika jamii yetu.